Katika ibada hiyo watu walitakiwa kutamka maneno ya utii wakisema, Kaisari ni bwana, caesar is lord, jambo lililosababisha dola kuelekeza nguvu za mateso kwenye kundi lote linalojiita wafuasi wa Kristo. Mpendwa mtazamaji, video iliyopita tulisafiri kwenda Efeso, tukagundua jambo zito sana. Efeso ilikuwa chanzo cha watu waliogeuza dini kuwa biashara. Leo tunasafiri tena. Sio mbali sana kwa umbali, lakini mbali sana kwa uzito wa siri zake. Tunasafiri kutoka Efeso, Uturuki ya leo, tuvuke bahari ya Aegean hadi kisiwa kidogo kinachoitwa Patmo. Huko ndiko siri nzito za mwisho wa dunia zilifunuliwa. Bila shaka, Patmo si kisiwa kigeni masikioni mwako. Lakini wengi hawajui uzito wake wa kiroho. Patmo ni kisiwa kidogo sana kilichoko bahari ya Aegean, kando ya pwani ya Asia ndogo, karibu na Efeso. Mtu aliyesafiri kutoka Yerusalemu kuelekea kaskazini magharibi, angepitia Efeso, akavuka bahari hadi Patmo, na mstari huo huo wa bahari ungeelekea moja kwa moja hadi Roma, moyo wa dola ya Kirumi. Umbali kutoka Roma hadi Patmo ni takriban kilomita elfu moja mia tatu. Kwa nini kisiwa cha Patmo kilikuwa muhimu kwa dola ya Kirumi? Patmo haikuwa kisiwa cha mapumziko, kilikuwa kisiwa cha adhabu. Katika karne ya kwanza, karibu mwaka 81 hadi 96 baada ya Kristo, chini ya utawala wa Kaisari Titus Flavius Domitianus, kisiwa cha Patmos kilipokea wafungwa wote wa kisiasa kutoka mji ya Efeso na mikoa jirani wote waliokinzana na mamlaka ya dola ya Kirumi na wote waliokataa ibada ya kaisari na sanamu yake jijini Efeso. Efeso, swali la kujiuliza, ibada ya kaisari iliingiaje Efeso? Naomba turudi tena Efeso, jiji la biashara ya sanamu. Baada ya injili kupenya mji wa Efeso, mji uliokuwa kitovu cha biashara za sanamu na ibada za miungu, hali ya kiroho na kijamii ilianza kubadilika sana. Ibada za sanamu zilianza kuyumba, watu wengi wakamgeukia Kristo, na wauza sanamu wakaanza kupata hasara kubwa, kwa sababu mahitaji ya sanamu yalipungua. Kadiri watu walivyozidi kuamini Injili, ndivyo upinzani ulivyozidi kuongezeka. Hali hiyo ilisababisha ghasia kubwa mjini Efeso, kama tulivyoonyesha katika video iliyopita, ambapo mafundi wa sanamu walichochea umati kwa hofu ya kupoteza kipato chao. Hatimaye, hekalu la Artemi, mungu mke wa Efeso Artemi, lilianza kupungua umaarufu wake si kwa kubomolewa, bali kwa kuporomoka kwa heshima na ushawishi wake mioyoni mwa watu. Katika mazingira hayo, mtawala wa dola ya Kirumi na wafanyabiashara mafundi waliingia hasara. Ndipo Kaisari alitoa amri kwamba sanamu la Kaisari Domitianus lijengwe mjini Efeso na watu walipaswa kulifanyia ibada na kulivukiza uvumba kama ishara ya utii kwa dola. Katika ibada hiyo watu walitakiwa kutamka maneno ya utii wakisema, Kaisari ni bwana, Caesar is lord. Lakini Yohana mwanafunzi wa Yesu, kati ya wale kumi na mbili aliyekuwa kiishi na kuchunga makanisa mjini Efeso, alipinga vikali ibada ya sanamu na ibada ya Kaisari. Aliendelea kuwahubiria watu na kuwaelekeza kwa ujasiri kwamba Yesu ndiye Bwana wa kweli, si Kaisari. Kwa msimamo huo wa imani, Yohana alionekana kuwa tishio kwa mfumo wa dola na ibada ya Kaisari, jambo lililosababisha dola kuelekeza nguvu za mateso kwenye kundi lote linalojiita wafuasi wa Kristo. Mwandishi wa kanisa la mwanzo Tertullian, anaandika kuwa kwa hasira, utawala ulimweka Yohana chini ya ulinzi na kutoswa kwenye pipa la mafuta yaliyochemka ili kumwangamiza, lakini cha ajabu hakuungua wala kudhurika. Hili tukio lilitikisa dola, habari zikasambaa, kanisa likaimarika na kuongezeka. Ndipo dola ikaamua kumtupa Yohana katika kisiwa cha Patmos akafie huko. Wakati huo Yohane alikuwa mzee karibu miaka tisini. Patmo ilikuwa njia ya kumtenga na watu, kumkatisha huduma ya kanisa, kumvunja moyo, kuzima ujumbe wa Yesu ndiye Bwana. Lakini hawakujua jambo moja. Mungu hufanya kazi vizuri zaidi pale ambapo ufahamu wa mwanadamu unapofika kikomo. Yohane anaandika, mimi Yohane, ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kinachoitwa Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nalikuwa katika Roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumo ikisema, haya uyaonayo uyaanike katika chuo ukayapeleke kwa hayo makanisa saba: Efeso na Smirna na Pergamo na Thayatira na Sardi na Filadelfia na Laodikia. Nikageuka niione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa saba vya dhahabu, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope mimi ni wa kwanza na mwisho, na aliye hai; nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Anayeonekana hapo si malaika, si maono ya kawaida. Ni Yesu Kristo mwenyewe yule yule wa Galilaya. Sasa, ndiyo taswira kamili yake katika viwango vya ulimwengu wa kiroho na kujitambulisha, anasema nalikuwa nimekufa na sasa ni hai milele na milele. Kwa macho ya kawaida, mwanadamu hawezi kustahimili kile Yohana alichokiona. Ndiyo maana maandiko yanasema Yohana alizidiwa akaanguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Hii haikuwa hofu ya adui, ilikuwa uzito wa utukufu wa Mungu. Ndipo Yesu akamgusa, na neno la kwanza kutoka kinywani mwa Bwana haikuwa hukumu, haikuwa lawama, haikuwa maelezo marefu. Lilikuwa neno moja la faraja, usiogope. Cha kushangaza Yesu hakumwambia yohana kwamba pole sana kwa mateso yako, hakusema najua umeumia, najua umefungwa. Hapana, ndani ya minyororo, ndani ya upweke wa Patmo, bila kulalamika, bila kujitetea, yohana anapewa kazi. Yesu anamwambia, haya uyaonayo andika. Ajabu iliyoje! kisiwani Mzee, upweke, minyororo, njaa, lakini anaambiwa andika. Niandikeje? Na vijana wapo na cha kuandikia na kitoa wapi? Ingekuwa wewe mpendwa mtazamaji, ungefanyeje? Lakini kwa unyenyekevu mkubwa Yohana akaandika. Hii inatufundisha jambo la kina sana, kwamba mpango wa Mungu hauzuiliwi na dola. Hauzuiliwi na gereza, hauzuiliwi na uzee, hauzuiliwi na upweke. Yohane hakukataa kazi kwa sababu ya minyororo, kwa sababu alijua minyororo inaweza kufunga mikono, lakini haiwezi kufunga kusudi la Mungu. Mungu hajawahi kushtushwa na mateso ya watu wake, lakini hajawahi pia kuyafanya mateso kuwa kisingizio cha kusimamisha kusudi lake. Wakati sisi tunataka Yesu aje atufute machozi yetu, mara nyingi Yesu huja na agizo. Wakati sisi tunasema, Bwana, hali ni ngumu, Yesu husema andika. Mungu wa upendo alimpa mwanaye Yesu ujumbe huu na mwanaye akampa mwanafunzi wake Yohana, katikati ya mateso makali, uhamisho na maumivu, akiandika si kwa ajili ya maisha yake, bali kwa ajili yako. Heri asomae ya na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Huu ujumbe ni wako. Mpaka sasa adui yuko wazi, njia zake zimeanikwa, mipango yake yote imewekwa wazi, na hatima yake imekwisha kutangazwa, pamoja na ushindi wa kanisa la Mungu. Hii si mfululizo, ni mwanga wa kuamsha kanisa ni ramani ya kusimama imara, na ni mwito wa kanisa kutembea katika kweli. Usibaki mtazamaji tu, simama, elewa na endelea nasi, tunapofunua kilichofichwa, ili kanisa jiandae na hatari iliyo mbeleni. Video zitakazofuata, tutachambua kwa kina maono ya sura moja baada ya nyingine, tuone ni siri gani Bwana Yesu anataka tuzijue katika kitabu hiki cha ajabu ufunuo wa Yohana. Share video hii kwa watu wapendao, usisahau kulike, comment na kusubscribe. PMP Gospel TV ili video iwafikie wengi, ulimwengu utambue kuwa Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba.